Bwana Yesu asifiwe. Naona MC amepata shida. Mimi naitwa John Heche. Sasa tazungumza hapa kwa capacity mbili, kwa nafasi mbili. Tazungumza kama niko ujombani kwetu kama mlivyosikia. Na pia nitazungumza kama kiongozi wa kitaifa wa chama kikuu cha nchi hii.

Huyu mama alikuja na tuliishi naye pale par nyumbani kwetu Talime. Mkungo Laraziri Pomani. Kwa mkungo mkunu nk aramkora Kwa ni mtu nae mfahamu kama mimi. Umkungo mopole mtaratibu ambaye leo Mwenyezi Mungu amemchukua. Na sisi tuko hapa kumshindikiza. Kwa sababu siku ambazo Mwenyezi Mungu amemwandikia zimetimia, ameondoka. Tumekuja kuwapa faraja familia, na mimi kweli natoa pole kwa wajomba zangu wote, kwa binamu zangu wote, kwa familia hii. Mwenyezi Mungu awape nguvu, ni kipindi kigumu tunazungumza kwenye familia hii, kwa wale mnaoelewa Familia hii imekutwa na matatizo makubwa. Moja yumukungo unakotanola lakini, sasa mukungo, mukungo yuko hapa leo. Tunamzika kijana wake, hayuko hapa kumuaga mama yake ambaye tulitegemea leo sindaveho amahenyekwa akwaherinekwa kwa sababu ya mazingira ambayo yamekuwa kwenye nchi hii ya kihuni, ambayo sisi wengine hasa hasa mimi nimesema sitanyanyamazia na sitakaa kimya, na kwa sababu nasema hapa, na kwa sababu nasema hapa, haya mambo leo rais atayasikia, Samia huyo rais wa CCM

Watu walisema huyu ni toru wa nini? Wachadema anachukuliwa uongo kweli? akatakaimukivwa nyangoko kina uongo kweli, amechukuliwa sinda, amechukuliwa Chonchori. vijana kwa mamia wamechukuliwa, tunasababisha matatizo makubwa kwenye familia za watu. watoto washinda wako hapo, umemtu anakule ukifa, ndugu zako wanakuona, wanakuchukua, wanakuhifadhi kwa jinsi Mungu alivyotuumba, wa wanajua ndugu yetu yuko pale, siku Mungu akirudi akamfufua tutaonana naye. Sinda leo unawaambiaje watoto wako? Unawaambiaje wadogo zako? Kwa sababu nagiji, unaendaje kuongea naye kumwambia kijana wako yuko hapo na ndio maana mimi nimekuja hapa, ili haya maneno kutoka hapa yaende kwenye taifa zima, kwa sababu nchi hii watu wanachukuliwa kama kuku. Na mimi nawasihi viongozi wa dini, dini ya kweli ni ile ya kumtetea Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mtu wa haki. Lazima wote tupige kelele kuhusu masuala ya utekaji kapiai. Tusipopiga kelele leo ni sinda kesho ni John Heche ijuulenuuwe mchungaji, kesho kutwa ni mtoto wa mtu mwingine. Nawaambia ukweli, wazungu wanasema hivi I am my brother's keeper. mimi ndo nitakutunza wewe, ukionewa nipige kelele. Na mtu asije hapa akawadanganya kwamba hao wanapiga kelele, kama kelele hazina maana. Jana mmemsikia chini anasema kwamba tusiongelee masuala ya tarehe 29. Simemsikia kama hizo kelele hazina maana. Kwa nini wanaogopa zinapozungumzwa yaliyotokea tarehe 29, yaliyotokea huko nyuma? Hatutenyamazia, hatutanyamaza hata dakika moja, na nataka niwahakikishie watu wa Siraha, mimi ni mtu ambaye niko very optimistic. haya mambo hata ikichukua miaka ishirini kwa dunia ya sasa, dunia iliyoendelea hii hii, dunia hiyo, simu ya mkononi ulionayo inaweza kumwambia mtu kwamba uko hapa, unatoa jasho kiasi gani, umetembea steps za miguu kiasi gani, unatembea na simu inahesabu miguu uliyotembea, jasho ulilotoa, hata kuzungumza, ina calculate umetumia calorie, umetumia nguvu kiasi gani. tukiwa hai au hatuko hai. Iko siku waliomchukua Sinda watatuambia walimchukua na walimpeleka wapi. Hilo nataka niwahakikishie kabisa, tutajua, tutajua, tutajua, tutajua, na sio Sinda peke yake, waliomchukua Nyangoko kina, waliomchukua Toru, waliochukua watanzania wengine wote, wakina Mdude, nchi nzima, tutajua, tutajua na hatutanyamaza mimi nataka niwahakikishie kwa niaba ya chama chetu, haya mambo ya utekaji, mambo ya kuonea watu, mambo ya kuua watu kama kuku, hatutanyamazia, hatutanyamazia hata siku moja. Na watu wa sirali, mnajua kujitetea. Ukiona mtu anakamatwa kihuni, anachukuliwa kiuni, usikubali. Hiyo vita ni ya kwako, inunue, usikubali ni polisi wanataka kukamata mtu, utaratibu wa kukamata upo. Mtu aje aseme, mimi ni askari wa jeshi la polisi, naitwa fulani, wewe John Heche unakosa hili na kuhitaji kituo cha polisi. Mambo ya watu kuja kwenye mji wako usiku, wanakuvizia au wanakusimamisha barabarani, wanachukua mtu, na nyiye vijana mpo mnaangalia, ndio yanatuletea matatizo haya E, familia ya Noiga, mimi naijua wote tumekulia kwa shida, sina ndio Mwenyezi Mungu alikuwa amemuinua kwenye familia hii, araka ye tarara muri kira ndugu zake, uongo kweli, leo amechukuliwa, amechukuliwa kama kuku, watoto waliokuwa wanamtegemea ndugu waliokuwa namtegemea yes. Watoto waliokuwa namtegemea sinda, ndugu waliokuwa namtegemea sinda, unawaambiaje? Unawaambiaje? Mimi nikiwa msomo sekondari, kuna mauaji ya kulipiza kisasi yalifanyika pale Bweri, si Bweli, ni wapi, kule Buhali, watu wakaua mpaka kuku.